Naam, karibu sana msikilizaji na mtazamaji wa Mapro TV katika segment hii ya kimichezo. Na leo hii bwana, katika segment hii tunaangazia uh, mechi uh, kati ya Young Africans ambapo walicheza dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao Young Africans waliweza kuondoka na alama tatu kwa kuweza kupata goli moja uh, kwa sifuri dhidi ya wenyeji wao Coastal Union, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana. Ni mchezo ambao ulivutia sana, kwa sababu tuliona performance ya heavyweight, lakini pia timu zote mbili zikiwa uh, zimeonyesha uamba hadi dakika za mwishoni kabisa, ambapo Prince Dube uh, kupitia mpira uh, ambao aliweza kupiga vizuri sana kwa ustadi mkubwa uliomfanya golikipa kumshinda na kuingia kambani. Sasa tunaangalia ni Yanga ya aina gani, ni kocha wa aina gani ambao Young Africans wanaye. Kwanza, Dube amekuwa ni mchezaji ambaye hakati tamaa, amekuwa na mchezaji ambaye amepita katika nyakati ngumu ngumu mno, lakini ameweza kudeliver, ameweza kutulia. Tunaona ni mchezo wa pili yi mfululizo akiwa yeye ndiye anaibeba timu, tunakumbuka mchezo wa Young Africans dhidi ya AS Farabati alikuwa Dube, lakini pia mwalimu uh, Pedro Goncalves. Naona ni miongoni mwa walimu ambao ndani yake namuona Profesa Nabi. Amekuwa ni mtu ambaye ana mifumo ya kikatili sana, mifumo ambayo inafanya wapinzani wake washindwe kumwelewa ama washindwe na kuenda na mbinu ambazo zinaweza uh, zikaishinda Yanga kwa sababu tumeona amekuwa na mifumo ya kubadilika, lakini pia amekuwa ni kocha ambaye ana utulivu wa kuongea na wachezaji wake, kujua ni kipindi gani tufanye nini. Lakini tumemwona pia ana uvumilivu wa kuwavumilia wachezaji uh, kwa sababu tunaona mtu kama Celestine Ekwa mara kadhaa amekuwa ni mchezaji ambaye, um, anacheza vizuri, lakini kuna nyakati ana miss mipira ambayo ni muhimu sana. um, hii inasababisha pia hata wachezaji waweze kukata tamaa kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa ustadi wake amekuwa akiendelea kumwamini, ameendelea kuibadilisha timu katika namna ya uchezaji ili aweze kupata goli, na mwisho wa siku tunaona kweli wanaskor, japo ni mechi ngumu, lakini tunaona <coughs> anaweza kuibadilisha na kupata ushindi, na hii tuliona kwa Profesa Nabi, alikuwa hata akitanguliwa na kwa goli moja kipindi cha kwanza, amekuwa akirudi na kufanya comeback na kuweza kuondoka na ushindi katika mechi husika. Kwa hiyo mwalimu Pedro amekuwa ni mwalimu ambaye ana falsafa za kikatili, falsafa za mabadiliko, amekuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kusoma mchezo. Nafikiri Prince Dube ndio kama hivyo tayari ameshaanza kujipata, nafikiri kila kitu kuwa sawa na, na na Young Africans katika uh, spidi kali uh, wamefika mahali mbali zaidi katika michuano mbalimbali, si tu ya NBC Premier League, lakini pia hata michuano ya kimataifa, kwa sababu wamekuwa na performance nzuri, wamekuwa na wachezaji ambao wanacheza vizuri sana, wamekuwa na na timu ambayo ina muunganiko, ina umoja, lakini pia wanapambana kwelikweli kuhakikisha kwa kwamba wanashinda kila mechi. Nini maoni yako kuhusiana na hiki ambacho nimekieleza? Tafadhali tuandikia kwenye comment section, usahau kubonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia yetu ya Mapro TV kwa ajili ya updates mbalimbali.